Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii leo nataka nikupe elimu hii hapa, endelea kunisikiliza, jinsi ya kuangalia mechi za mpira wa miguu live kupitia simu yako. Hapo ni rahisi sana, na maanisha kupitia application hii utaangalia mechi za UEFA, utaangalia CAF Confederation Cup, na mechi zingine nyingi nyingi, namaanisha ligi mbalimbali utaweza kuangalia kupitia Apu hii ni apu gani hiyo? Endelee kunisikiliza, twende kwa haraka kidogo. Washa data zako, kisha utakliki sehemu hapa iliyoandikwa Chrome. Ukishaandika hapo Chrome, utashafungua, utaandika maneno yafuatayo hapa, utaandika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo, umeona, yaani igilizia neno hadi neno kama jinsi mimi nilivyoandika hapo. Usikose kisha utafungua. Ukishafungua utakuja kukliki haya maneno yenye rangi ya bluu hapa, itafunguka kama hivi. Kisha utakliki sehemu hii hapa, kisha baada ya hapa itafunguka. Ikishafunguka itakuambia hivi. Ye yeah, unahitaji kudownload app hii kupitia labda wewe unatumia simu ya Android. Simu za Android bila shaka unazijua ni simu za Samsung, simu za Infinix, simu za Tecno, utakliki hapo juu. Kama unatumia kompyuta au tunasema laptop au PC utakliki mshale nilioelekezwa pili. Kama unatumia simu za iOS zenye mfumo wa iOS, na maanisha simu zile za kampuni ya Apple, yani iPhone, utakliki huo mshale wa mwisho. Sasa ngoje mimi nielekeze kupitia wale watumiaji wa simu za Android. Watumiaji wa simu za Android utakliki hapo download for Android, na maanisha hapa yaani wale wa Infinix, Tecno, Samsung na kadhalika, mtakliki hapo juu. Baada ya hapo, apu hiyo itajidownload, na hapo yenyewe inembiki chache inembiki kidogo, usipata hata shida. Ikishaingia i apu, utakliki tu mara moja hapo, umeone ushakliki hapo, apu itakuja kama hivi. Apu ikija kama hapo utakliki hapo niliponyoshea mshale kulipoandikwa install. Baada ya hapo, app itakwambia app installed. Usipata hata shida, sana ni rahisi sana. Utakuja sehemu niliponyoshea mshale kulipoandikwa open, bila shaka umepaona. Ukisha open app yako itafunguka kama hivi. Sasa mimi nataka nikuonyeshe njia makini ya kuangalia mechi live kupitia apu hii. Utaangalia hapo niliponyoshea mshale kulipoandikwa live events, click hapo. Ukisha click hapo, itakuja kama hivi, kisha utasearch hapo. Umepaona eh? Angalia nilipoonyeshea mshale, andika maneno yafuatayo, mfano kama kulikuwa na mechi ya Chelsea, kama hapa jinsi inavyoonekana, leo kulikuwa na mechi ya Chelsea na Borussia Dortmund, ndo maana nimeandika Chelsea hapo. Kama kulikuwa na mechi zingine, kama hapa kuna Qatar vs Ecuador na mechi mbali mbalimbali. Sasa wewe utaangalia, unahitaji kuangalia mechi gani? Kama ngoja sasa tutoe mfano, utaklik hapa kama unahitaji kuangalia mechi husika, yani utabonyeza tu hapo kwenye hizo logo ukishabonyeza hapo, mfano hii ni mechi ya Chelsea na Dortmund, itafunguka kama hapa, na inaonyesha kabisa hapa ni Chelsea na Dortmund wanacheza, na mechi hii iko live. Kwa hiyo utaangalia mechi hii live kupitia app hii. I say app hii ni makini sana, na watu wengi huwa wanaitumia, lakini elimu iliyopita, namaanisha video iliyopita Nimeelekeza application nyingine au website nyingine ambayo unaweza ukaitumia kuangalia mechi mbali mbalimbali za Premier League, UEFA, NBC Premier League na maanisha ligi ya Tanzania au sio. Kwa hiyo unaweza ukaitafuta video hiyo. I say leo nilikuwa naelekeza jinsi ya kuangalia mpira kupitia application hii makini sana ambayo nimekuelekeza jinsi ya ku-download. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali katika channel hii. Kwa kugusa neno lililoandikwa subscribe na kutakia siku njema.